Jinsi mnavyomtazama mjumbe wa agano nabii Musa, mnadharau mnasema, hapana, hii nuru haiwezi kawa mtu huyu. Mnamkataa kwa kumtazama kwa macho alafu mnamtafuta kwa kuitazama nyota au nuru mnayoiona. Dakika tisini za mchezo zikiisha, dakika tisini za mchezo zikiisha, na dakika tisini za mchezo zinaisha Oktoba katika damu na nyama ni uchaguzi, lakini katika ulimwengu wa roho ni vita ya joka na mnyama. Dakika tisini za mchezo zitakapoisha, ndipo utaona rest in peace, rest in peace, rest in peace. Sasa hivi mnashindana sana na mnajifanya mna, mna nguvu sana kuliko Mungu, kwa sababu mnaposhindana, e, tumfuata yule nabii, mnaenda mnarudi kwenye manyumba yenu, mnajiona mko salama yaani, amko salama yaani, wewe kama ulinyanyua mguu wako kwenda kwa yule nabii, kwenda kwa mjumbe wa gana, kwenda kwa yule nabii Musa, unjua kabisa umeenda kwa mauti. Subiri mchezo uisha, dakika tisini ziishe. dakika tisini zikiisha die to die. Amweni moja kushindwa, mmeshashindwa, lakini bado mnajifanya wabishi wa wajeuri kwa maana kwamba hamtaki aliyewashinda kutangaza kuwa amewashinda. Kwa hiyo mmeng'ang'ana tu kushindana kila siku kushindana kila siku. Hiyo nguvu mnayoitumia kumtafuta mjumbe wa gano, kwani mkiitumia kumtafuta mtu yote si huwa mnampata? Kwa hiyo mnavyoitumia kumtafuta mjumbe wa gano na mnashindwa, haiwaingia kilini. Sasa hivi bendera iko katikati ya mawe, iko katikati ya moto na nyinyi ndio mnaotengeneza moto. Kwa hiyo mnataka kuteketeza bendera, yaani mnataka kumteketeza mjumbe wa agano, mnataka kuteketeza Tanzania mpya, mkifikiri kwamba nyinyi mtakuwa salama. Kwa hiyo ukiteketeza Tanzania naye mwenyewe utateketea. Cha kwanza. Cha pili, usiku bendera ikipita katika mawe, huu moto ambao bendera inapita Yani haya ambayo tunayapitia sisi ni kama vile dhahabu inavyosafishwa katika moto. Sasa dhahabu ikishasafishwa katika moto, itakuja zamu yako na wewe kusafishwa katika moto, tuone kwamba dhahabu imeweza kuhimili. Wewe mwanadamu unaisafisha dhahabu kwenye moto, na dhahabu imeweza kuhimili kwenye moto, ikasafika. Sasa wewe mwanadamu sana wewe, tunakutumbukiza kwenye moto ili sisi na wewe tuone utaweza kuhimili ho moto kama uja moto ule ule ambao umeichemsha dhahabu kuchemsha moto huo utakuchemsha wewe. Nabii mwenyewe amebeba mauti. Nabii mwenyewe ni mauti ume agana yeye mwenyewe ni mauti. Ndio maana ukitaka kumua unakufa wewe kwanza. Na ndio maana yale mawe ya moto bendera ilivyopita katika mawe zilianza kuwa nyingi, vifo vilianza kuwa vingi. Utaona viongozi wakifa mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, haijai kutokea. Tulimsikia Sanga anasema hivyo kwenye unabii wake, eh? Kwa sababu wanapambana na Tanzania wanapambana na Juda wa. Kwa hiyo muda wao ukifika, rest in peace, rest in peace. Farao alipambana na Musa, akawainua waganga kushindana na Musa na Mungu akamwambia Musa, nimemruhusu Farao kuinua waganga, nimemruhusu Farao kuinua wachawi kushindana na wewe, lakini sijamruhusu Farao kushinda. Na muda wa mchezo ulivyoisha, Farao amepigwa kwa yale mapigo yote kumi, hasikii. Mwisho wa siku, pigo la mwisho akafa, yeye na watu wake na jeshi lake.

pofu isipokuwa mtumishi wangu, una macho hauoni, una masikio hausikii, unaona na unasikia mambo mengi, lakini unatimwa. Nataka niufungulie fumbo na maswali mengi ambayo mnajiuliza na amba mambo mengi ambayo mnajiuliza, amba ambayo, mnajiuliza, amba ambayo kwa sasa hayana majibu Baadaye Mungu atatoa majibu majini. Usije kusema mbona ukusema toka mwanzo, kama ulikuwa unajua, nabii Musa ndiyo mjumbe wa agano, ndiyo sanduku la agano, ndiyo Tanzania mpya, ndiyo mji mpya. Ni nani anajua kama mji mpya umeshashuka? ni nani anajua kama mji mpya umeshashuka? Ni nani anajua kama kiti cha enzi cha Mungu kimeshashuka? Ni nani anajua? Ni nani ameona? Nanikasema, ndani ya mji mpya kuna mtu mmoja tu ndani yake, ni yeye mwenyewe aliye ubeba. Lakini ni nani anaona yaliyo kiroho? wengi wa hawa hawaoni mambo ya kiroho wala hawaoni kinachoendelea rohoni, kwa sababu ni waongo na wako kimwili, hawako hawa kiroho. Yapo wanaodanganya kwamba wana roho Mtakatifu. Ni nani anajua kwamba unyakuo unafanyika katika mkoa ambao hawakuuzania, hawakuufikiria kama vile mjumbe wa gana ulivyozaraulika, na ndivyo unyakuo unaenda kufanya katika mkoa uliozaraulika, mkoa wa kawaida, mkoa wa kawaida, mnaotafuta mji mpya, mnaotafuta Tanzania mpya, mnaotaka Tanzania mpya iko kwa mjumbe wa agano, kwa Nabii Musa. Nuru mnayoiona hiyo nuru ilikopita, au Mungu alikopitisha, kwa mtu aliyepitia, kwa mtu aliyeipitisha juu yake isanduku la agano, ni mjumbe wa agano, ambapo jinsi mnavyoiona jinsi mnavyoona ukubwa wa nuru na jinsi mnavyomtazama mjumbe wa agano Nabi Musa, mna zarau, mnasema hapana, hii nuru haiwezi kawa mtu huyu. Mnamkataa kwa kumtazama kwa macho alafu mnamtafuta kwa kuitazama nyota au nuru mnayoiona hiyo. Tanzania mpya mnayoitafuta ni mjumbe wa agano Nabi Musa, hiyo nuru mnayoitafuta ni Nabi Musa, ni mjumbe wa agano. Kwa hiyo Msifikiri kwamba hiyo Tanzania mpya inakuja bila mjumbe wa gani au mtaipata bila Nabi Musa. Sahau hilo, msahau. Kama mnaiona nuru alafu, mkienda kwenye uhalisia wake mnakutana na mjumbe, alafu mnarudi nyuma mnasema hizi sio. Hii mnafikiri ile nuru ni matajiri wakubwa, watu maarufu, wenye mafeza ndio akili zenu, lakini hapa mmesikia mambo mengi kutoka hapa, lakini mati moyoni, na hiyo nuru haiwezi kuonekana na hai, haiwezi, yani haiwezi kuonekana wala au moniau. Tanzania mpya mtaiona bila kupambana na joka, bila kumshinda joka, Mungu wa Tanzania. Na vita vyetu si juu ya damu na nyama, na aliyetoa kushindana naye si mwingine, ni huyo huyo mjumbe wa gana vinusa ambaye mni mnemkataa au mnamkataa kumtazama. Joka ndiye mpingamizi, ndiye mpinga Kristo anayepinga watu kakolea, wanayepinga Tanzania mpya, ndiye joka leo aliyewadanganya

pale katika ulimwengu wa roho. Kama ingelikuwa katika damu na nyama, basi dunia nzima ndio ingi mpaka sasa hivi dunia nzima ingeshajua kwamba nabii Musa amerudi, lakini kwa sababu ni katika ulimwengu wa roho, hauoni kwa macho. Kwa hiyo na sisi tunakwambia au mimi nakwambia hivi, subiri utakapoiona ishara ya Yona. Tumeshamshinda joka toka mwaka 2022. Sasa sasa hivi tunaenda kutimiza tu kimwili katika yale yaki, sasa naenda kutimiza kimwili sawa, nabeusando anepea kupigana na kumshinda, japo mna macho amuone, mna masikio mnawasikia. Kwa hiyo amebaki yeye kama yeye apigana yeye kama yeye. Ndio maana ukisikia nikwambia, nimepiga mihuri vifo ya watu kwanza, ambao mbele wanaonekana watataka au wanafanya kuzuia Tanzania mpya au mji mpya. Ndio maana ili kushindana na Mungu wa Tanzania na wewe, unabidi uwe mungu. Kuna mungu wa Tanzania kutoka kuzimu, wasimkuwa kuzimu wa Shetani, na kuna mungu wa Tanzania kutoka kwa Mungu ambaye wasimkuwa mbinguni huko upo. Kwa hiyo kama unasikia mafumbo, una maswali na hujui nikufungulia kama unaweza kupinga. Unajua nawayejua wewe, basi mekuja kusema. Nafikiri wanaopinga ni wale wanaotumwa kuwafanya watu vipofu, kuwafanya watu wajinga, kama watu wanalipwa waje kupigana na kweli, waje kushindana na kweli basi hata na wewe naye comment itakuwa melipwa. Mungu akubariki sana. Kama myetii moyoni, mnasikia mambo mengi, lakini myetii moyoni, mnaona lakini mna, mnatazama lakini hamuoni, mnasikia lakini hamna fahamu. Basi subirini mpaka mtakapoiona ishara ya Yona, nayo inakuja. Nataka Tanzania mpya. Tanzania mpya inakuja. Tanzania mpya inakuja, mnatabiki kwa nguvu zote, lakini mkiambiwa habari ya mjumbe wa Ghana, narudi nyuma mbio na kupinga kwa nguvu zote. Huku kwenye uhalisia wa damu na nyama unapinga, alafu kule kwenye ulimwengu wa roho, katika mono, katika ndoto, ile nuru unaishabikia Naona mambo mengi lakini na timu yao, nasikia mambo mengi lakini na timu yao. Kwa hiyo hicho ndo mnachofanya, yani yani sawa sawa na watu wa kale walikuwa na bishana na Yesu, anamwambia a, a, sisi tunamjua Musa na Ibrahimu, wewe hatukujui mpaka walipoona ishara ya Yona ile akasema, kizazi cha nyoka kinataka ishara, mtaipata siku kweli ya Yona. Mpaka walipoona ishara ya Yona ile ya Yesu kumezwa na tumbo la kuzimu, ndipo walipoamini yaani baada ya kuona mnyakuo msalabani nanii, mpaka mtakapoona ishara ya Yona ndipo mtakapoamini mara na mnasema haiwezekana, ah, ah, uwe ni Yesu. hiyo nuru ni ya Kristo. Kristo haji mwenyewe bila mjumbe wa gani, ali Kristo haji bila kutuma mjumbe, kama Yohana alivyotumwa akasema, nimeiona nuru, lakini mimi si ile nuru, ila nuru inakuja. na mimi nawambia hivi, mnaiona nuru, na mimi ndio ile nuru, mnaiona ndani yake kuna nuru nyingine ya Kristo inakuja, nyota kumi na mbili nyota kumi na mbili ulikuwa unajua kama yule mwanamke mwenye taji mwenye taji ya nyota kumi na mbili na mwezi unajua kwenye miguu yake, kwamba ni mjumbe wa agano? Ulikuwa unajua hayo? Kila siku unafunuliwa mambo mapya mambo mazito ambayo huyaoni wala huyajui. Umekazana? Hapana, ile nuru ni ya Kristo. Nuru ya Kristo unayoitafuta imepita kwa mtu, sawa? Kama vile unavyotafuta baraka, unavyomuomba Mungu baraka, unamuomba pesa na pesa inapitishwa kwa mtu, imepitishwa kwa bosi wako kwenye kazi yako, ndivyo na hiyo nuru ilivyopitishwa. Kama utaki ka hivyo hivyo. Ulisikia wewe unabii wa Sanga? Ulimsikia Sanga anachokizungumza ulimsikia nabii wa elfu mbili na ishirini na tatu anasema bendera kutoka magharibi ikipita katikati ya moto, na akasema bendera hii ikipita katikati ya moto utaanza kuona rest in peace, rest in peace, die, die, die, maneno kwa maneno, ulisikia ulisikia ilichozungumza sana. Sasa nikakwambia na nikasema na nikasema na nikasema nabii Musa mjumbe wa Ghana ndiye bendera kutoka magharibi, ndiye kutoka magharibi, yale mawe ya moto aliokuona aliosema, ndiyo vita iliyopo kati ya joka mnyama na kanisa, mnyama na bendera, mnyama na nabii na mnyama ameinua mawe ya moto ili kuiteketeza bendera ili kuteketeza nabii. Kwa hiyo ukimteketeza nabii kuiteketeza bendera na we mwenyewe uko ndani ya bendera au huko ndani ya Tanzania na we utateketea. Ndio maana amjua nabii mwenyewe amebeba mauti, nabii mwenyewe, nabii mwenyewe ni mauti yeye mwenyewe ni mauti. na mwana ukinitaka kumua unakufa wewe kwanza. Na ndio maana yale mawe ya moto, bendera ilivyopita katika mawe, rest in pieces, zilianza kuwa kuwa nyingi, vifo vilianza kuwa vingi. Ulisikia utaona viongozi wakifa moja baada ya mwingine moja baada ya mwingine. Hajai kutokea tulimsikia sana nasema yuko unabii wako kwa sababu wanapambana na Tanzania, wanapambana na mjumbe wa ganga. Kwa hiyo muda wao ukifika, rest in peace, rest in peace. Farao alipambana na Musa, akawainua waganga kushindana na Musa, na Mungu akamwambia Musa, nimemruhusu Farao kuinua waganga, nimemruhusu Farao kuinua wachawi kushindana na wewe, lakini sijamruhusu Farao kushinda na muda wa mchezo ulivyoisha, Farao amepigwa kwa yale mapigo yote kumi. Hasikii, mwisho wa siku pigo la mwisho akafa, yeye na watu wake na jeshi lake. Ilikuwa jeshi la watu karibu elfu moja. Nabii amebeba mauti, yani, Everest, yani ana mikoba, niseme ana mikoba ya kutosha aliopewa na Mungu na silaha za Mungu za kutosha. Kwa hiyo dakika tisini za mchezo zikiisha, dakika tisini za mchezo zikiisha, na dakika tisini za mchezo zinaisha Oktoba. Huku katika damu na nyama ni uchaguzi, lakini katika ulimwengu wa roho ni vita ya joka na mnyama kupigania kiti cha enzi wakati Kristo anapotaka kuja, kila mtu anang'ang'ana kupigana na kiti cha enzi ili kuwapotosha kanisa au kuliangamiza kanisa. Kwa hiyo dakika tisini za mchezo zitakapoisha, ndipo utaona rest in peace. Sasa hivi mnashindana sana na mnajifanya mna nguvu sana kuliko Mungu, kwa sababu mnaposhindana, e, tumfuata yule nabii, mnaenda mnarudi kwenye manyumba yenu mnajiona mko salama. Yaani hamko salama, yani wewe ya kama ulinyanyua mguu wako kwenda kwa yule nabii, kwenda kwa mjumbe wa gha, kwenda kwa yule nabii Musa, unajua kabisa umeenda kwa mauti. Subiri mchezo uishe, dakika tisini ziishe. Dakika tisini zikiisha to tudai. Ndio maana nikawaambia amweni mmoja, amweni mmoja. Kushindwa mmeshashindwa, lakini bado mnajifanya wabishi wa wajeuri, kwa maana kwamba hamtaki aliyewashinda kutangaza kuwa amewashinda. Kwa hiyo mmeng'ang'ana tu kushindana kila siku, kushindana kila siku, hiyo nguvu mnayoitumia Kumtafuta mjumbe wa gano. Kwani mkiitumia kumtafuta mtu yote siwa mnampata. Kwa hiyo mnapoitumia kumtafuta mjumbe wa gano na mnashindwa, haiwaingia kilini. Sasa tumieni nguvu kubwa, lakini muda unaesoma, dakika zinasoma. Dakika zitakapoisha die to die. Sasa hivi bendera iko katikati ya mawe, iko katikati ya moto, na nyinyi ndio mnaotengeneza moto kwa hiyo mnataka kuteketeza bendera yani, nataka kumteketeza mjumbe wa agano, mnataka kuteketeza Tanzania mpya, mkifikiri kwamba nyinyi mtakuwa salama. Kwa hiyo ukiteketeza Tanzania, naye mwenyewe utateketea. Cha kwanza, cha pili, usi bendera ikipita katika mawe hivi hey, yani bendera ikiteketea ni mbaya, na bado bendera ikipita katika moto ni mbaya. Utaamua wewe sasa yani, huu moto ambao bendera yanapita n yani, haya ambayo tunayapitia sisi ni kama vile dhahabu inavyosafishwa katika moto. Sasa dhahabu ikishasafishwa katika moto, itakuja zamu yako na wewe kusafishwa katika moto, tuone kwamba dhahabu imeweza kuhimili. Wewe mwanadamu so unaisafisha dhahabu kwenye moto na dhahabu imeweza kuhimili kwenye moto, ikasafika. Sasa wewe mwanadamu, na wewe tunakutumbukiza kwenye moto, ili sasa na wewe tuone utaweza kuhimili huo moto, kama uja rest in peace. moto ule ule ambao umeichemsha dhahabu ndio moto huo utakuja kuchemsha wewe. Kwa hiyo sasa bendera ikiteketea ni mbaya tena mbaya sana, na ikipita Sio mbaya sana, yaani kuna vema na vema sana. Kwa hiyo, huo moto ambao iko bendera iko katikati ya moto, na huo moto ndio nyinyi unayojiita wasiojulikana, kasikilize ule unabii wa Sanga, kausikilize vizuri, kausikilize vizuri. Bendera iko katikati ya moto, bendera imetoka magharibi, iko katikati ya moto ikipita katikati ya moto katikati ya mawe utaona viongozi d to sio Sanga alivosema, sio mimi. Ikamsikiza Sanga anamzungumzia mjumbe wa gano nabii. Kwa nini bendera ambayo ni taifa ni kiongozi, alafu ikipita katika moto, yani imetoka katika moto, ambayo itakiwa iteketee, ikapita salama, alafu viongozi wafe, kwa sababu kwa viongozi si ndio taifa ndio bendera yenyewe. Kwa nini huku bendera iwe salama afu viongozi wafe? Kwa maana kwamba, kwa ma bendera ni taifa ni mtu mjumbe wa gano, na walioweka ule moto walioweka yale mawe, ikipita maana yake imeshinda. Kwa hiyo walioweka yale mawe die to die, nikawaambia msiojulikana, manaake amweni moja kuwa pamoja na mjumbe wa gano au kuendelea kwa mungu wenu joka ili baadaye cheni yenu ije kukatakata pamoja na joka. Nimewambia kwa hiyo utaisoma namba, subiri mchezo uishe, dakika tisini, die to die, kwa njia zisizojulikana. Wanafikiri itakuwa kwa njia inazojulikana, itakuwa kwa njia zisizojulikana, kwa zile njia zisizojulikana kama vile navyopanga mikakati ya kuteka watu mikakati ya kuwa watu, vile ambavyo mnayepanga kumteka hajui kama mnataka kumteka. Na ndivyo hivyo, na nanyini mtakufa na hamjui kama mnaenda kufa, dae tudae kwa njia zisizojulikana.